Nestori ni mwenyeji wa Kuzulia. Nimefika hapa leo, ni siku ya pili, nilikuwepo Jumapili iliyopita, ndio. Lakini wakati nimekuja hapa, nilifika nikiwa mgeni ki nikiwa sili kwenda mkoani Shinyanga Amina. na safari yangu ilikuwa ina kutoka Shinyanga kwenda mpaka Bukoba, ndio lakini napenda kumshukuru Mungu kwa kusimama hapa kusema kwamba safari yangu ilikuwa salama, kwa sababu nimerudi nikiwa mzima. Haleluya, namshukuru Mungu sana wa madhabahu hii amina. Nime nilisafiri ilikuwa siku ya Jumatatu, nikafika kule ikiwa siku ya Jumanne. Niliondoka huku Jumatatu usiku nikafika Shinyanga, lakini sikufanikiwa kufika Bukoba kulingana na mambo ambayo yalikwenda tofauti kidogo kwa upande wa kifamilia, lakini nilimshirikisha baba hapa, mtu wa Mungu Elia, na kaniombea na kaniambia, utafika salama. Kwa kweli napenda kumshukuru Mungu sana Amen. Kikubwa ambacho naweza kusema kwa kweli mimi nimebarikiwa sana na hii madhabahu Amen. Chapeni makofi Amen. Nimebarikiwa sana na nimenafurahi sana, kwa sababu mimi nilipotoka, nilikuwa ninaabudu naabudu na watu, lakini sio kwamba nasema kwa sababu niko hapa, ila ninasema kwa ukweli kabisa kutoka moyoni. Watu wa hapa, mko vizuri Amen. Amen. Na nafikiri haya ni mafuta ya baba hapa, kwa sababu watu hapa wanachangamka, wana Mungu. Watu walio na Mungu utawaona tu ni wachangamfu. Amen. Yani hawakai kama wako msibani. <coughs> <coughs> Kwa hiyo mmenibariki sana sana sana Amen. Nilifika jana nakumbuka, ilikuwa ni Jumaa, Ijumaa. Nilishirikisha tababa kidogo, ilikuwa changamoto kurudi, nikasema sasa nafanyaje lakini baba aliniambia Mungu atafanya. Haleluya. Yaani kwa kweli jua alijazama Mungu alikuwa ameshafanya. Amen. Chapia sifa kofi. Chama makofi wewe. Usikie jambo jepesi. Unapanda gari pale Shinyanga. Amena. Nimefika huko Mbezi pale nimeshuka, ilikuwa saa 11 kasoro kama na robo. Amen lakini ndani nilikuwa ni ibada ya leo ni kwasi, nilikuwa nasikia kabisa nimechoka, siwezi kufika, lakini leo nyingine nilikuwa nanambia hapana, nenda ibadani. Amen, you are right now you are God, nje ibadani kwa jina la Yesu. Kwa kweli nilikuwa nasikia msukumo, nilikuwa nimechoka mpaka nilikuwa nasema leo watakuwa wananiangalia mimi tu, nitakuwa nalala tu, lakini huwezi amini yani kama nilikuwepo, yani kama sikuwepo uzima kabisa, sema sijasifu sana, ntamani kusifu sana. Bwana Yesu asifiwe, jamani, watu wa Mungu. mimi baba, nashukuru sana. Amina. Karibu sana nashukuru sana. Na mimi namwahidi na Mungu tu kwamba azidi kunipa uzima kwa sababu kila mmoja najua Mungu alipomtoa kila mtu akitaka kusema mambo ma, ma yake ya Mungu hapa alipomtoa ni mengi. Amen. Kwa hiyo hapo ulipo mpaka kufika hatua hii mshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu kukutana na huyu mtu wa Mungu sababu kuna neno aliniambia mpaka leo hii naishi ndani yao. Alikasema tunda sasa, na mimi napokea kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya Amen. Mimi naahidi madhabahu hii. Ndio. Nitamwomba Mungu na na Mungu ameshaachilia kibali, naomba nitumike hapa. Na... siku hii safari ambayo nimerudi jana ilikuwa niondoki mwezi wa kwanza tarehe kumi na tano ndiyo nikapanga ile safari, vikawepo vipingamizi. Vipingamizi vyenyewe vilikuwa ni nini? Fedha katika sehemu ilipokuwa na ugumu, nilikuwa ni na watu kama hawa tu hapa. Siku hiyo nikatangaza nikasema, jamani, ndugu zangu, nimekuwepo hapa lakini kuna dharura imetokea. Naomba nisafiri. Watu wakapiga makofi. Wakashangilia vizuri. Baada ya hapo, wakawa wananisikiliza tu. Ibada tuko pamoja. Hakuna kuniweza, unaondoka lini, unaondokaje vipi? Ananiangalia tu, nikasema Mungu nitaondoka tu. Lakini siku nakutana na Udada kananiambia, bwana kuna sehemu nimekaribishwa kanisa moja, twende twende. Sasa pano nilipokuwa na udumu mingi, huwa kuna sheria moja, ukitaka kwenda sehemu yoyote ntakiwa uombe ruhusa. Na ikitokea umeenda bila ruhusa, ndugu yangu, ni shida. Amina, unatengwa. Kwa sababu ndani yangu tayari mimi moyo wangu ulikuwa umesha kuwa tofauti, nilimwambia Mungu nikasema Mungu naomba nibadilishe mazingira haya. Amina. Amina. Lakini mazingira nayo kwenda sijui. Hapa nilikuwa nategemea kwamba mlango wote nitakaoingia Mungu atakao nionyesha ndio atakapoenda kuabudu. Amina. Amina. Kwa sababu gani? Nikawa ninakumbuka andiko moja lile ambalo alikuwa ni mtumishi ni Ibrahimu ambaye Mungu alimwambia ondoka kwenye nchi yako, si ndio? Ndio. Katika hali ya kawaida ukiwa namwambia mtu bwana, mimi nataka nitoke hapa, mwingine anasema wewe sasa mapepo yashakuvamia, unaondoka unaenda wapi? Ndama darasa kutoka la kwanza kwenda la pili, wanakushangaa lakini. <laughs> mimi ndani yangu nikawa najua kama nikasema hivi, kuna mama mmoja pale hata jana alinikamwambia hivi, mama, mimi ninapotoka hapa, popote nitakapoenda, mimi siko tayari kumwa kwa sababu Mungu aliponitoa mpaka hivi hapa nilipo. Hivi naanzaje kusema eti yaani mimi niamke nisimshukuru Mungu au nisimtumikie Mungu? Haiwezekani. Nikasema popote nitakapoenda nitamtumikia. Au wale ambao nitakutana nao kama hawako tayari kuendana na mimi kumtumikia Mungu, nasimama mwenyewe. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Wakati nafika hapa siku hiyo nakumbuka Jumapili akaniambia huyu mtu mwenyewe alienipa namba ya simu si, naona hajanipigia namba yake sioni. Kwa hiyo baba mwana kuna sehemu nyingine nilialikwa nyingi, labda twende huko. Mimi namsikiliza yeye anasema haya, twende. Lakini asubuhi akaniambia hapana. Ngoja niangalie hii namba kwenye simu nyingine, namba kaiona. Hmm. Na Mama Wini, sio Mama Wini. Mama Wini upo? Akishirikiana na Mama B. Umemwona. Umeona jamani yao mama? Ameshuhudia na Mama B. Mbarikiwe jamani. Mamabia walia kuona si mama. Jamani ndio mwenyewe alikuwa <tipasitra> amekusudia <tipasitra> mimi nifike hapa. Kwa <tipasitra> nini mtumishi? Ndio kwa